Hatimaye kilio cha wafugaji katika jamii ya Barabaig kwa wakazi wa Kidomole wilaya ya Bagamoyo katika mkoa wa Pwani kimesikilizwa. Kilio kikubwa cha wafugaji hawa kilikuwa ni kumtaka waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kufika na kuzungumza nao kufuatia kutokewa kwa mauaji ya ndugu zao wawili yaliyosababishwa na askari wa jeshi la polisi. Na hapa ni Waziri Mwigulu Nchemba akiwasili katika maeneo haya ya kijijini kijiji cha Kidomole wilaya ya Bagamoyo katika mkoa wa Pwani. Comrade, naibu waziri, mwenyekiti wetu chama cha wafugaji, kamati za ulinzi na usalama na ndugu wananchi, kwanza, kwanza ni wape pole sana familia pamoja na jamii nzima nzima kwa jambo hili lililotokea, niwape pole sana baba, mama, ndugu, jamaa na jamii nzima ya wafugaji pamoja na wanajamii wa Bagamoyo kwa hilo lililo lililotokea. Kweli inahitaji ujasiri sana kustahimili hasa hasa kwa sababu kubwa mbili, moja ya kwamba mambo yametokea katika kipindi cha karibu karibu na huku ya kifanana, lakini la pili, kwa mazingira yalivyo mazingira ya jambo lenyewe yalivyotokea. Kwa kweli niwape pole sana, na mimi niwaombe, waombe muendelee kuwa stahimilivu hivyo hivyo, kwa sababu ni jambo baya lisilovumilika, lakini ni jambo ambalo tayari limeshatokea. Kwa hiyo tuwe na moyo huo wa kustahimili binafsi limenigusa si tu kama serikali, lakini pia kama mwanajamii wa jamii ya kifugaji. Mimi jamii zote za kifugaji wote ni jamii niliokuwa nao pamoja, nimefuga pamoja na wafugaji wa, wa Kisukuma, wa Kimasai, wa Kimbulu, wa kibarabai